Hello, shalom, mtu wa Mungu, umebarikiwa wewe ambaye unasikia sauti yangu wakati huu, na nakukaribisha katika chaneli yangu hii. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nami siku ya leo, nakukumbusha kuweza kusubscribe chaneli hii kwa kubonyeza button ama neno subscribe ambalo liko chini ya video hii ili uwe mwanafamilia usipitwe na chochote ambacho kitakuwa kikiwekwa mahali hapa. Na siku ya leo bila kupoteza wakati, ningependa kuzungumzia jambo moja fupi sana lakini lina umuhimu mkubwa kuweza kulitambua na kulifahamu na kuweza kulizingatia katika maisha yako yote siku zote, ndugu mpendwa. Natambua ya kwamba mara nyingi kama wanadamu tumezoea kusikia ama kutamka neno ama jina Mungu, kwa matamshi Mungu ni Mungu, hakuna utofauti. Lakini tunapokuja katika namna ya kuandika, namna ya kuweza kuandika jina hili kuna utofauti mkubwa sana na, na maana pia inatofautiana kadri ambavyo wewe utaliandika jina hili. Na wengi hawafahamu juu ya jambo hili, na mara nyingi utawakuta wakiandika labda, iwe kwa meseji, iwe, iwe sehemu yoyote ambayo wameandika jina Mungu, wanafanya makosa kwa maana kile ambacho yeye amekusudia kukiandika ama kukilenga kinakuwa tofauti na namna ambavyo amekiandika hivyo. Kutokana na yale maandishi ambayo ameandika, inabadilisha maana nzima ya kile ambacho amekitaja ama amekitamka. Tuangalie tofauti na hasa kitu ambacho nakizungumzia tukiangalia katika kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya nne, Wakorinto wa pili na sura ya nne na ule mstari wake wa nne utaona ya kwamba imeandikwa hivi ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Katika mstari huu nataka uone jina Mungu limeandikwa mara mbili, lakini kwa maandishi tofauti. Ukiangalia Mungu ya kwanza anaposema ambayo ndani yao Mungu wa dunia hii Ukiangalia ile Mungu utaona ime, imeanza kwa herufi ndogo, halafu ukiangalia Mungu ya mwisho wa uu mstali utaikuta imeanza na herufi kubwa, na haimaanishi kwamba aliyeandika alikosea. Hapana, ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu ukiandika Mungu kwa herufi ndogo ile ya mwanzo haumaanishi Mungu aliye mbinguni, ila mungu ya herufi ndogo inamaanisha shetani. Kwa maana hiyo Biblia inamtaja kwamba ni mungu wa dunia hii, sio kwamba yeye ametaka, ila Mungu Baba muumba wa mbingu na nchi amemruhusu kwa wakati fulani, kwa muda fulani awe mungu wa hii dunia. Kwa hiyo unavyoandika, epuka sana kukosea. Kama unataka kumwandikia mtu Mungu akubariki, hakikisha kwanza unaanza na herufi kubwa ile. Mungu unaanza na herufi kubwa. Ukiandika mungu akubariki ukaanza na herufi ndogo ya m tafsiri yake inamaanisha shetani ya kubariki kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini sana katika uandishi. Kumbuka majina yote ya Mungu yanaanza na herufi kubwa. Ukiandika herufi ndogo, tayari umebadilisha maana nzima. Kumbuka hata katika uandishi wa majina ya viongozi wakubwa wa nchi Mfano kama rais, mara zote utakuta rais inaanza na ara kubwa kila mahali, iwe ni katikati mwa sentensi, iwe mwanzoni, lazima utaikuta imeanza na ara kubwa. Ukiandika rais ukaanza na ara ndogo, haitamaanisha ni kiongozi mkuu wa nchi, kwa sababu maraisi wako wengi. Utakuta rais wa walimu rais sijui wa chama gani, rais wa nini? Hao wote ni marais, lakini kinachotofautisha hawa marais wa vitengo mbalimbali, rais wa chuo sijui rais wa nini, kinachotofautisha ni ile ara kubwa. Hakuna rais wa chuo ambaye ataanza na ara kubwa, hakuna rais sijui wa chama gani ambaye ataanza na ara kubwa. Ila katika nchi, mwenye ara kubwa ya rais ni rais ambaye ni mkuu wa nchi. Kwa epuka kukosea vitu kama hivi unapoandika, kumbuka hasa kuanza na herufi kubwa, ili maana ambayo, ambayo wewe unalenga isibadilike. Ukiandika kinyume inamaanisha ujumbe wako hautafika kama vile ambavyo ulilengea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoandika jina Yesu lazima uanze na herufi kubwa popote. Shika hicho akini mwako na zingatia kila wakati, unapoandika unapochati na mtu, kumbuka kuandika M kubwa, kumbuka kuanza na herufi kubwa katika majina ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki na tumaini umepata kitu na umebarikiwa na somo hili fupi. Ninategemea kuanzia sasa utabadilika na utakuwa makini zaidi, kwa sababu ukikosea kidogo, umeharibu moja kwa moja kitu kizima. Hivyo sitategemea tena kuona ukimuhusisha shetani katika mambo ya Mungu kwa sababu Mungu atabaki kuwa Mungu na shetani atabaki kuwa shetani. Usichanganya katika uandishi. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Usisahau kusubscribe, kushare, kukomenti na Mungu akubariki kwa kufanya hivyo. Jina langu unaitwa Atanas Claus na tukutane katika sehemu zijazo. Uwe na wakati mwema.